Na afisa uh, wa polisi ambaye aliuawa na jamaa kwenye bodaboda maeneo ya Thika. Huyu uh, afisa wa usalama anajulikana kama Constable uh, Bernard Kome, ambao alikuwa ameshika um, doria pale, na alipo spot a suspicious motorcycle akajaribu kuisimamisha pale, yule jamaa akaacha ile pikipiki na kuanza kufyatua risasi ambaye ilimpata kwa shingo na kupoteza maisha yake. Pole sana kwa familia ya huyo afisa wa usalama ambaye alikuwa tu katika kazi zake pale, na inaonekana alikutana na mwizi pale ambaye alikuwa amejihami, kwa hivyo ni habari ambayo unaona inatrenda pale. Alafu tukizungumzia pia mambo ya polisi, nakumbuka polisi ambao wali eh, wali, wali husika uh, na kufyatua risasi katika maandamano ya hivi majuzi, mmoja anayojulikana kama Clinsy Baraza Masinde, alafu kuna pia Bwana Duncan Kiprono. Hawa ni police officers tayari wameachishwa kazi pale, overshooting of a hawker Bwana Boniface Karioki na sijui nini ilipelekea hawa uh, maafisa wa usalama kufiatiwa risasi pale, kwa sababu yule jamaa kuwa amejihami. Hata mi nakumbuka nikiona hiyo video, there was no danger pale. Nikashtukia jamaa amefiatiwa risasi pale. Sijui nini ilipelekea, huenda labda utakuwa naeleza zaidi wakati uchunguzi unafanywa, kwa sababu uh, tayari uh, ipoa wa wameweza kuchukua hiyo kesi pale. Alafu tukibakia hapo kwenye maandamano, kuna huyu kijana Philip Keche wa KU ambaye pia alifyatuliwa risasi kwa shingo eh, katika haya maandamano ambayo ilikuwa hivi majuzi, amezungumza pale na kushambulia sana serikali eh, huko akisema akiomba rais aweze kuangazia mambo ya usalama ah, pia aweze kuangazia polisi wasifyatue risasi kwa wananchi ambao hawajajihami na ambao hawana hatia. Alafu hao yakiendelea, opposition, united opposition, wamesema watakuwa wanapeleka rais William Ruto ICC, na ili kuhusiana na police killings na pia link to Sudan militia wanasema kwamba rais amehusishwa uh, na ile vita yaendelea kule Sudan na pia mauaji ambayo imekuwa ikitekelezwa na polisi hapa nchini Kenya. Kwa hivyo wanasema wana compile evidence na ripoti ili kuweza kumwasilisha rais kule ICC. Mwisho kabisa, rais wa Marekani bwana Donald Trump amesema kwamba huenda, uh, labda watakuwa wanaingilia hii vita kati ya Israel na Iran, ambapo Israel wamekuwa wakirusha makombora kule Iran. Iran pia wakilipisha kisasi pale, kwa kile wanasema ni kujaribu kuzuia nchi ya Iran kutotengeneza bomu za nuclear pale na <coughs>